Nam, mtazamaji wa Faida Online TV, miezi kadhaa iliyopita Faida Online TV tuliripoti taarifa kutoka kwenye kijiji cha Mgao kinachopatikana kwenye kata ya Naumbu, wilaya na mkoa wa Mtwara, taarifa ambayo ilimhusu e, mzee mmoja ambaye anasemekana kwamba alifariki dunia na baadaye akazikwa, lakini akafufuka akaja akaonekana siku ya matanga watu wananua matanga na mtu aliyefariki ama inasemekana kwamba amefariki, anarejea ana nyumbani, kitu ambacho kilitufanya Faida Online TV tuweze kufika kwa haraka kwenye kiji hiki na kukuandalia taarifa ambayo tulizungumza na ndugu jamaa na marafiki wakielezea kwamba ni kweli ni yeye na walimshuhudia alipokuwa amefariki, lakini wamemwona amerudi tena siku ya matanga. Sasa baada ya hapo, watu wengi wamekuwa kijiuliza maswali, nini kinaendelea kwa sasa? Huyo mhusika anaendeleaje bado yupo, ama hali zake zipoje na anaishi wapi? Kwa hiyo tukafunga tena safari kurudi tena kwenye kiji hiki cha Mgao kwa lengo la kuzungumza na familia watuambie kwa upande wao e, wanazungumziaje hali yake kwa sasa na anafanya nini? Je, bado yupo na vitu ingine kama hivyo, lakini pia inasemekana kwamba ana matatizo ya akili. Je, hali hiyo bado anayo na inaendelea, au hali ipoje? Kwa hiyo tumekuja hapa na kuzungumza na shemeji wa huyo ambaye inasemekana kwamba alifariki na kafufuka ambaye na matatizo ya akili. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment chini yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Huwa hatuishiagi juu juu. Tukipata jambo tukilianzisha, basi tunafuatilia kwa ajili ya kuweza kufanya wewe mtazamaji wetu pia uweze kujua usibaki na maswali, ujue kwamba nini ambacho kinaendelea mara baada ya sisi kukianzisha. Tafadhali baki nasi kwa hmm. hmm. Sawa, tumefika hapa leo kwa ajili ya kuweza kuja kufuatilia taarifa ambayo ilikuwa imetokea miezi kadhaa iliyopita kuhusiana e, hmm. e, na yule tuseme ni shime jako ambaye alikuwa na matatizo kidogo ya kiakili na ilisemekana kwamba alifariki, siku baadaye akaja kuonekana amefufuka tena. Hali yake sasa hivi ipoje? Hali yake ipo tu kama kawaida. Na kwa sasa hivi tumekuja hapa nyumbani, hatujamkuta. Yuko wapi? Yupo tu anatembea tembea huko tembea, mapolini huko anamotembea mwenyewe tu kama kiuchizi. Mm. Mm. Aha. Na kama akienda polini naweza kamchukua muda gani kurudi tena hapa nyumbani? Inategemea ana muda mdoote ukitaka kitu, kama anaenda dukani anaenda dukani ananunua. Mm. Anaenda polini huko kukaa. Mm. Anakulaje sasa akiwa huko polini au mnamhudumia hapa nyumbani? Yaani, kula anajitafutia mwenyewe, kama anaenda baharini anapata chakula. Akienda baharini akipata kitu anauza, akipata hela ananunua sukari, anaenda kupika mwenyewe. mm -hmm, eh, huko huko porini. Eh, kwa hiyo mwenyewe amekuwa akijitafutia na akijipikia ye mwenyewe eh. aji kutokea akaja kuomba chakula hapa nyumbani Kwa hapa ndo kama hivyo, anapoondoka hapo basi aji aji aji. Isipokuwa labda kule kwa dada yake kule, anatokea asubuhi, nataka chai, akaomba akanywa akatoka. mm. e. na watu wakazi wa hapa wanamchukuliaje, labda wakikutana naye huko? Hamna um, tatizo <coughs> kwa sababu anshazoeleka, ndio mazingira yake. mm. e. baada ya tukio kutokea la kuonekana kama amefariki na baadaye akaja akaonekana tena akarudi nyumbani hakuna watu wengi waliokuja hapa nyumbani kwa ajili ya kutaka kujua ilikuwaje na nakuja kutaka kumwona pengine kuja uh, walikuja siku ile ile mwanzo basi mm -hmm. Kwa vile ameshajulikana kama ndo yeye na ndo mazingira yake ndo inakuwa ya vile vile tu ya uchizi tu siku zote mm -hmm. Hakuna aliomwona ubadilifu yeah. Ah, kwa mm hiyo -hmm. Watu hawamwogopi tangu na yeah. Nawe ulipomuona tena mpaka sasa ukimwona umeshamzoea si ndo? Nimezoea tu tumekaa naye hata kama amerudi tupo naye humo ndani <laughs> <laughs> na katika kipindi chake chote cha hiyo hali ambayo uko nayo ya ucheze, hajawe kusumbua labda akapiga watu, kafanya hata apigi, isipokuwa yeye anasema anasemasema tu tu kutukana tukana tu matusi. Ukimwangalia eh, hapendi watu, hapendi watu eh. Na ile hali imemtokea akiwa na akiwa tangu mdogo ama a, tokea makamo kidogo kidogo, mpaka hali ile ndo amekuwa nayo na ndo inazidi kuwa hivyo hmm. eh. Inakuwa ile kama tunavyosikia kwa watu wengine, kwa mabamvua labda mwezi mpevu, ile hali ndio inamjia au mfululizo tu yuko vile mfululizo e, tu siku zote ndio mazingira ah, yake yeah. Lakini hem tuongee tuongee uhalisia, huyu itakuwa labda kuna kitu atakamfanya wafu watu wakafeli, waka, waka wakafe, itakuwa sio ndo na nguvu za asili huyu, sijuu hizo tujuu hizi tu tunakaa naye tu ndani kama mtu eh, yeah. E, nilipomwona yeye anaingia ndani nikamwona ndo huyu huyu basi. Sio huyu anarudi. Eh, sijastuka la nini? Eh Eh maleemu, amezi, kwa shule kawaida. si nimendoea nimemwona ana ubadilifu wote. Sasa si maremu. Maremu anarudi, tatizo ndio maremu amezikwa, lakini hakusema kusema ametoka kaburini na mavazi ya kaburini hmm. Yupo tu kama kawaida. Okay, yeah. eh. Okay, sawa. Kwa hiyo kwa hayo maisha, labda mshajaribu kupita naye, labda kwa kwa wataalamu kutakutoa kwenye ile hali kumtoa kwenye hali ya, ya ya ule uchizi tangu alivyoanza bakiwa mdogo aliwahi e, aliwahi kwenda huko kukaa ili wale, kwanza mwanzo kabisa aliwahi aliwahi kutoka naye inga wakaenda ingawali huko akakaa kwa mganga kwa akarudi alileie mm. Mwanzo apo aliwahi kutia moto nyumba akanchukua wakaenda naye na nili um. polisi huko akakaa miaka saba akarudi kawa magereza, alifungwa magereza akakaa miaka saba akarudi mm. Ikawa alile kidogo tu afueni mm. ana katankaa, nauza, napakia, naenda ntwala na rudi. yeah, uh, uh. baada kutoka magereza eh, ikawa kidogo afadhali. Hasa nini kilimbadilisha kule mwanzo? uh, mwanzo ilisemekana kama bangi tu nanzingua mm, mm. Yeah. ilisemekana bangi mm. ndo hivo baada ya kupita magereza maana kule kupeana ratiba za kulala zile nazo mapema na nini labda zikamleta, zikamleta, ehe, kwenye enye alisia bangi akuvitu vile akumna ndio ikawafadhali kidogo sasa. Baada ya kurudi tena, si ndio hivyo? ah. Sijui alianza tena kidogo hilo ndio alimsha kwa ah, ah. eh, ah, sasa mtu wenyewe yule anakuwa dawa zenyewe zile hazitaki kwa mm. eh, okay. Sababu gani sasa? Sijui hata akilazimishwa, hata akilazimishwa na kisa cha kutoka hapo, ndo alitaka sitembe tembee tena mm -hmm. kufanyele dawa ndo ametoka kabisa na ndani akahama e. <laughs> <laughs> <laughs> kurudi baada ya kupotea, kurudi tena <laughs> e. Ndo anakuja tu, kwa hivyo anapita, lakini anaenda kisimani, anarudi, anaenda huko dada yake huko, anaenda nam mtazamaji wa Faida Online TV, kama ulivyosikia shemeji wa huyu ambaye anasemekana kwamba alifariki na akaonekana, tumezungumza naye hapa Mgao, akielezea kwa undani hali yake jinsi ilivyo na wapi ambako wanaishi kwa sasa na maisha yake. Lakini pia ametugusia kwamba alishawahi kwenda jela karibu ya miaka saba alifungwa na anatuambia kwamba chanzo, inasemekana kwamba pengine swala zima la uvutaji wa bangi. Lakini mpaka kufikia hapa, mimi niseme sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, na imani kwamba sasa hivi mmepata kujua kwamba huyo mhusika sasa hivi anaendelea na nini, anafanya nini shughuli zake zipoje, na hali yake ipoje, anaishi wapi, na ndio maswali ambayo watu wengi walikuwa wanajiuliza, na leo tumekuja kuyajibu kama ulivyosikia kupitia Faida Online TV.